Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili niliwahi kujipa kazi ya kufanya utafiti mdogo, na utafiti wangu ulikuwa unataka kubaini ni kwa nini baadhi ya wanaume wanakataliwa na wanawake. Baada ya utafiti wangu nilikuja kugundua kwamba wanaume wengi wanakataliwa na wanawake, sio kwa sababu they are not HB, sio kwa sababu hawana fedha, sio kwa sababu hawana muonekano mzuri, au sio kwa sababu hawajui kuongea, ila ni kwa sababu wanaruka hatua. Sasa ndio maana kupitia video hii nataka tujifunze hatua kubwa tatu, ambazo kama mwanaume unatakiwa kuzipitia wakati unamtongoza mwanamke. Ukizijua hizi hatua tatu na ukazienenda sawasawa, au ukazienenda ipasavyo, wakati unamtongoza mwanamke, itakurahisishia sana zoezi la wewe mtongoza. Wakati mwingine zoezi la kumtongoza mwanamke linaweza likawa gumu sana. kwa nini? Kwa sababu hujui ni hatua ipi uanze, hatua ipi ufuate, hatua ipi umalizie. Sasa ukizijua hizi hatua tatu, itakusaidia sana kuwa mwanaume ambaye una mvuto na ushawishi kwa mwanamke. Hatua ya kwanza tunaita talking stage. Chukulia mfano umekutana na mwanamke leo, labda ni stendi ya daladala, au umekutana naye eneo lako la kazi, au kuna mahali ulikuwa unapita, alafu kakutana naye ukamwita, tu ambia dada, samani, mimi naitwa Isaack Nsumba, nimetokea kukupenda. Nini kitakachotokea? Yes, uko sahihi. Kitakachotokea ni kwamba atakushangaa na wakati mwingine anaweza akakujibu vibaya kwa hiyo ni lazima sasa, unapotaka kumtongoza mwanamke, hatua ya kwanza isiwe kumwambia kwamba unampenda. Hatua ya kwanza isiwe kumwambia jinsi gani ambavyo wewe unamzinikia. Hatua ya kwanza tunaita talking stage. Talking stage ni hatua ya mazungumzo ya kawaida ni hatua ya kumfanya mwanamke akujue, ni hatua ya wewe pia kupata nafasi ya kumjua kiundani. Katika hatua hii, unajua kuhusiana na hobi zake, ujue kuhusiana na ndoto alionayo, ujue kuhusiana na vitu ambavyo anavipenda, ujue kuhusiana na vitu pia ambavyo havipendi. Hatua hii hamzungumzii kabisa kuhusiana na masuala ya mahusiano na mapenzi, isipokuwa unalenga kutengeneza ukaribu kati yako wewe na yeye ndio hatua ambayo unatakiwa kuitumia vizuri, ili iwe rahisi yeye kupokea simu zako, ili iwe rahisi yeye kujibu mesiji zako. Kwa lugha nyepesi, ni kwamba ni hatua ya kumtengenezea mwanamke comfortability wakati anakuwa anawasiliana na wewe. Sasa hii hatua E, inaweza isikadumu kwa muda mrefu au ikadumu kwa muda mfupi, kulingana na aina ya mwanamke ambaye unakutana naye. Lakini kwa uzoefu nao, ni kwamba hii hatua inaweza ikachukua wiki chache, ukapata nafasi ya kumjua mwanamke vizuri, ukapata nafasi ya kumfanya afurahie mazungumzo yenu, lakini pia ukapata nafasi ya kumtengenezea mazingira akiwa na wewe, ajione kwamba yuko sehemu salama. Hatua ya pili ni tunaita attraction and interest building. Sasa hapa ndo mziki ulipo. Ni kwamba baada ya kupita katika hii hatua ya mazungumzo, hatua ya pili, vitu vyote ambavyo navifanya kwenye, kwenye hii hatua ni kumfanya mwanamke avutiwe na wewe, awe interested na wewe. Kwa lugha nyepesi, ni kwamba hii ndio hatua ya kumfanya mwanamke akuone wewe ni mwanaume bora kwa ajili yake, ndio hatua ya kumfanya mwanamke akuone kwamba wewe ni mwanaume sahihi. Kwa maneno mengine, ni kumtengenezea mazingira mwanamke aanze kukupenda kwa lugha nyepesi sasa, ni kwamba mesha vuka katika hatua ya mazungumzo tayari, umemjua anaitwa nani ume, anapenda nini hai, vitu gani ambavyo hapendi, ana hofu gani kwenye maisha yake, anatamani kuja huo, kufika wapi. Katika hii hatua, ni wewe unatengeneza mazingira huyo mwanaume um, mwanamke aanze kutamani. Kumbuka kwamba kwenye gemu ya utongozaji hatushauri mwanaume amvutie mwanamke, tunashauri mwanaume, mwanaume amfukuzie mwanamke, tunashauri mwanaume amvutie. Tunasema dont chase just attract, usimfukuzie mwanamke, mtengenezee mazingira ya yeye kuvutiwa na wewe na kukuona wewe ni mwanaume ambaye unamfaa. Sasa kuna vitu ambavyo naweza ukavifanya. Kitu cha kwanza kwenye hii hatua ya talking stage umeshamuuliza maswali tayari, ushajua vitu ambavyo anavipenda tayari, ushajua vitu gani ambavyo anavipendi tayari, ushazungumza kwenye hatua, umeshajua love language, interest zake umeshajua yake, ushajua vitu ambavyo akifanyiwa vinamfanya afurahie na awe mwanamke mwenye furaha. Sasa ukishavijua kwenye hatua, unakuja kuvifanyia kazi kwenye hatua ya pili. Kwa mfano kwenye hatua ya, ya kwanza ushajua kwamba anapenda kutoka out kwenda maeneo ya beach sasa kwenye hii hatua unamfanya we, akuone wewe ni mwanaume ambaye unamfaa. Kwa hiyo kwenye auti zenu ambazo mtatoka unampeleka maeneo ya beach kwenye, e, kwenye hii hatua umejua kwamba anapenda zawadi. Kwenye hii hatua ya pili unaanza kumnulia zawadi afu kwa kuzingatia vitu ambavyo anavipenda kwa nini? Kwa sababu hii hatua ya pili inalenga kumfanya awe interested na wewe, inalenga kuibua zile hisia za, za za za za mapenzi juu yako. Katika hii hatua unatengeneza hali ya kuwe, ya yeye kukuona wewe ni mwanaume ambaye unamfaa. Sasa ukivuka kwenye hii hatua sasa kwenye hii hatua ya pili, haumtamkii kama unampenda, haumtamkii kama unamtaka, haumtamkii jinsi gani ambavyo umemzimikia. Ni unatumia aina ya pili ya utongozaji ambao tunaita ni non verbal seduction. Kuna aina kubwa mbili za utongozaji. Ya kwanza ni ni, ni, ni verbal seduction ambapo unamtongoza mwanamke kumtamkia. Aina ya pili ya utongozaji ni non verbal. Tafsiri yake ni kwamba unamtongoza kupitia vitendo, unamtongoza kupitia viashiria, unamtongoza una, unamfanya ajue kwamba wewe unampenda, wewe unamtaka, uko interested naye lakini kupitia vitendo. Baada ya hii hatua ya pili sasa kuitende, kuitendea kazi kikamilifu, unaenda kwenye hatua ya tatu inaitwa actual seduction. Sasa hii hatua ni tunakuja kumaliza mchezo, yanaosema ni simple kama kumsukuma mlevi. Katika hii hatua ya ya tatu tayari umesha umecheza ume vizuri kwenye hatua ya kwanza umecheza vizuri kwenye hatua ya pili. Kwenye hatua ya tatu unaenda tu straight kwamba flani, mimi nakuona wewe ni mwanamke ambaye unanifaa na kama hutojali, ninatamani tuanzishe safari ya kuwa kwenye mahusiano. Na kama ni mwanamke ambaye unamuona kabisa kwamba ana qualify kuwa mke wako, it is very simple, unamwambia tu kwamba mimi nakuona ni mwanamke ambaye unanifaa na kwenye ile nafasi ambayo nitamani mtu awe kwangu mke na mama kwa wanangu, ninaona kwamba ni mwanamke ambaye unaweza kuifiti. Sasa hii inaweza ikawa ni rahisi sana kumwambia kama umeshamzoea kwenye hatua ya kwanza na kwenye hatua ya pili, ushapata naye muda mzuri wa kutoka wa kwenda sehemu fulani fulani, hatua ya tatu na kuja kumfungukia. Sasa kwenye hii hatua ya tatu, utakapomfungukia kitu kitachomfanya akukubalie au akukatalie ni vitu ambavyo ulikuwa unamfanyia kwenye hatua ya pili. Yaani kwa mfano kama kwenye hatua ya pili haujawahi kufanya mambo yanayogusa hisia zake, hii hatua ya tatu inaweza ikawa ni ngumu sana. Ndio unakuta mwanamke anashindwa kukupa jibu, anaweza akwambia labda sipo tayari kuwa kwenye mahusiano au labda siwaamini wanaume au sijui na vitu kama hivyo. Yaani atakwambia kitu ambacho yeye anakitumia kama kikwazo. Na hivi vikwazo mara nyingi ni matokeo ya wewe kutokucheza vizuri katika hii hatua ya pili. Ko, naomba nirudie kwa samari. Hatua ya kwanza nimesema ni hatua ya mazungumzo yanayolenga kumfanya mwanamke akujue wewe na wewe umjue yeye na kujua interest zake. Hatua ya pili inalenga kum, kumfanya awe interested na wewe, inalenga kujenga mvuto wako kwake, kumfanya yeye avutiwe na wewe, kumfanya yeye akuone kama wewe ni mwanaume bora, kumfanya aone kama akifanya maamuzi ya kuingia kwenye mahusiano na wewe atakuwa akafanya uamuzi bora kwenye maisha yake. Na hatua ya tatu ni hatua ya kumfungukia sasa kile ambacho kwa kinakufanya ufanye yote katika hatua zilizopita. Sasa niandikia kwenye comment ni kitu gani ambacho kinasimama kama kikwazo inapotokea unataka kutongoza mwanamke alafu, mimi nitakwambia namna gani ambavyo naweza ukakabiliana na hicho kikwazo. Thank you very much.